Loeva Ministry mlima wa ibada, kwa kuani Elia Abel Aule. Jumapili hii ya tarehe 8 Juni 2025, kutakuwa na ufungulivu, uponyaji, maombi na maombezi makali. Ibada hii itaanza saa tatu asubuhi, itaongozwa na kuani mkuu kuani Elia Abel Aule. Pia tutakuwa live kupitia chaneli yetu ya YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry. Tunapatikana Kimara Suka Golani G9 kwa mawasiliano zaidi ni sifuri sita moja mbili moja mbili mbili sita mbili moja sifuri saba sita mbili nane tano sita tisa nane sifuri Karibu Kimara suka Golani G9. Wewe unayetokea popote pale, utapanda gari ya Kimara, utashuka Kimara suka, utachukua usafiri ambao utakufikisha Golani G9. Hapo Kimara suka Kimara suka G9, G9, hapo utakuwa umefika kanisani Kimara suka Golani G9, watu wote mnakaribishwa.